Hali ya taharuki inazidi kutanda katika kaunti ya Pokot Magharibi kufuatia mauaji ya mwanamke aliyepigwa risasi na majahili katika kijiji cha Songok. Tukio hilo mtazamaji, limeongeza idadi ya vifo kufikia watu 19 na zaidi ya mifugo 700 kuibwa tangu mwaka huu kuanza. Kwa mujibu wa polisi, washambulizi hao wanaodaiwa kutoka katika kijiji cha Namakat katika kaunti ya Turkana walikuwa wamepanga mtego katika uh, maeneo kadhaa, ambapo makundi kadhaa kando ya barabara hatari ya Turkwel Songok walimvamia mwathiriwa kabla ya kumfyatulia risasi mara kadhaa na kutoweka mara moja, hali iliyowatia hofu wakazi ambao sasa wamelazimika kukimbilia mapangoni hata vichakani. Viongozi wa eneo hilo akiwemo chifu Joseph Kimul wameilaumu serikali kwa kile wanachokitaja kwamba ni ukosefu wa askari wa akiba, miundombinu duni, pamoja na barabara ambayo haziko sawa. Vilevile, wasimamizi wameendelea kuzungumzia shughuli za uchimbaji dhahabu ambazo zimewaacha vijana bila ajira na kukosekana kwa kambi za kudumu za usalama. Mimi kama mama, inahurumisha kupata ya kwamba vijana wanauliwa katika, ki, katika kijiji hichi wanabakishwa wanawake peke yake, inatia huruma sana. Mwito wangu kwa wanasiasa, jamii kwa ujumla, naomba tuje pamoja, tudumishe amani. Naomba serikali wachukue hatua haraka iwezekanavyo, ili kabla pia raia hawajaweza ku kufanya reaction ama ulipishaji wa kisasa